Tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana tujifunze neno la Mungu. Mtu wa Mungu, sisi hapa lengo letu ni kujifunza maneno ya Mungu, na tupo katika somo letu kama kawaida la miaka elfu saba ya dunia. Na katika pati hii tutaangalia kuhusiana na mtu mmoja anaitwa Henoko. Najua labda ushee kumfahamu Henoko, kwa Henoko alifanya nini? Henoko alihusika katika jambo gani? na Henoko ni ishara gani anahusikaje katika miaka elfu saba ya dunia karibu sana tuweze kujifunza lakini kabla tujaendelea naomba tusome kile kitabu cha amos tatu mstari wa saba mungu kuna maneno anazungumza pale naomba tuyaangalie alafu tutaendelea karibu sana amos sura ya tatu mstari wa saba neno la na mungu linasema kwamba hakika mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake biblia inasema kwamba Mungu hatofanya jambo lolote hapa duniani bila kuwafunulia watu wake bila kuwafunulia manabii wake siri zake na mambo ambayo yatatendeka, kwa hakuna jambo jipya chini ya jua na uh, Suleman anasema hakuna jambo jipya chini ya jua, kwa sababu Mungu alishatangaza mwisho tangu mwanzo. Hiyo napatikana katika ile Isaya 46 mstari wa tisa na 10. Biblia inasema mimi ninayetangaza mwisho tangia mwanzo na nimekuwa moja wetu la, la andiko letu la msingi sana katika hili somo, na tukasema kwamba katika, uh, Biblia katika unabii Mungu amekuwa akitoa unabii wa mambo ya mbeleni kabla hajatendeka, na tukasema kwamba tokea kitabu cha Mwanzo Mungu alishatoa unabii kuhusiana na dunia itakaa kwa muda gani na kuhusiana na hili swala miaka elfu saba ya dunia, na tukaangaa katika pati zilizopita kwamba mpango wa Mungu kwa mwanadamu baada ya kuasi ilikuwa ni miaka elfu sita na miaka elfu moja ya kutawala pamoja na Kristo. Kwa hiyo, historia ya dunia imepangwa na kutabiriwa na Mungu tokea mwanzo, kimsingi tokea awali, tokea kuwekwa misingi ya ulimwengu. Aa, historia nzima ya dunia ilishatabiriwa na tulishaandikiwa. Ni wajibu wetu sisi kuchunguza na kutafuta, kwa sababu Mungu anasema kwamba hatafanya jambo lolote bila kuwajulisha manabii wake siri yake. So tukasema kwamba Biblia inafundisha kwamba e, dunia nzima aa, ina historia hii ya miaka elfu saba na unabii wa kwanza ulitoka katika uumbaji kwenye siku zile za uumbaji, kuanzia siku zenyewe siku sita na saba Bwana akapumzika ambao ndio sabato, na vitu ambavyo viliumbwa katika zile siku vilikuwa vinatabiri mambo ambayo yatatokea katika hiyo miaka. Siku ya kwanza ilikuwa inatabiri mambo yatatokea katika ule mwaka, kuanzia mwaka wa sifuri toka Adamu aasi mpaka mwaka elfu moja na kuendelea mpaka kutoa unabii wa kuja kwake Yesu, vilishaandikwa kutokea kwenye kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo, kama hujatazama unaweza ukatazama zile series So uh, Mungu anasema katika Amos kwamba hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia manabii wake siri zake, na hapa tupo kuzifunua baadhi ya siri ambazo Mungu alishazifunua kwenye neno lake, na sisi tupo tunaziangalia kwa undani. Leo tupo na bwana huyu anaitwa Enoko. Tukasema katika Petro wa pili tatu nane. Msingi ambao tunatumia tukasema tumetumia ni kwamba kwa Bwana siku moja ni sawasawa miaka elfu moja na miaka elfu moja ni sawasawa na siku moja, ile Petro wa Pili tatu mstari wa nane. Lakini pia tukasema Petro akutunga hilo swala, alitoa kuwa mtunga Zaburi ya tisini ambaye alikuwa ni Musa, ambaye ndo aliandika Torati, ambayo Torati ndio kuna kitabu cha Mwanzo, na Mwanzo ndio kuna siku saba za umbaji. Musa akasema kwamba maana miaka elfu machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita kwao. Musa naye anasema aili kwamba kuna kanuni ya Mungu ambayo wao anaitumia ana kwetu anaweka kinabii kwamba siku moja inaweza ikawa sawasawa na miaka elfu moja na tukasema kutokana na siku sita Mungu alizofanya kazi ilikuwa inawakilisha miaka elfu sita ya dunia na ile siku ya saba ilikuwa ni miaka elfu moja ya mapumziko pamoja na Kristo ambaye Biblia inasema katika ile ufunuo inasema kwamba tutatawala pamoja na Kristo ile ufunuo ishirini mstari wa nne. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tupo na huu bwana anaitwa Enoko. Enoko anahusika vipi sasa? Enoko kama umfahamu, anapatikana kile kitabu cha Mwanzo sura ya tano mstari wa ishirini na moja mpaka ishirini na nne. Tunapata pale habari za Enoko. Nitasoma Mwanzo tano ishirini na moja uh, mpaka ishirini na nne. Biblia anasema kwamba Enoko akaishi miaka sitini na mitano akamzaa Mesusela. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Mesusela miaka mia tatu akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ni miaka mia tatu na sitini na mitano. Henoko akaenda pamoja na Mungu naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa kwao. Biblia inasema kwamba huyu mtu hakuonja uharibifu alivyo. Baada ya kuishi miaka hii mia tatu na sitini na tano, biblia nasema Mungu akamtwaa, wala hakuonja kifo, hakuonja kifo. Sasa unaweza kujiuliza, hii inahusiana vipi na hii miaka elfu saba ya dunia, kuna uhusiano gani haswa hapa? Lakini kuna kitu nataka nikuonyeshe, labda utapata picha halisi tukisoma eh, kile kitabu cha Yuda kuna kauli anayetamka uh, Yuda pale. Yuda 1:14 anasema kwamba, Yuda 1:14 na Henoko mtu wa saba baada ya Adam, mtu wa saba baada ya Adam uh, uh, Yuda anasema hivi huyu Henoko huyu uh, Henoko uh, uh, alikuwa ni mtu wa saba uh, tokea Adam yani uzao wa wa saba tokea Adam anasema, Enoko mtu wa saba tokea Adam alitoa maneno unabii juu ya hao akisema, angalia Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu maelfu. Sasa wakisoma hii habari za Yuda hii Yuda moja kumi na nne mpaka ishirini na ngapi hapa, kimsingi Yuda anazungumzia pia habari za siku za mwisho. Cha ajabu ni kwamba Yuda akaona inafaa kutamka hii kauli, na kumbuka, sio Yuda, ni Roho Mtakatifu kupitia Yuda ndio aliandika kitabu. Kwa Roho Mtakatifu akaona inafaa kutia hiki kitu, ukiangalia ukinoti, ukinoti, kumbuka Amos anasema kwamba Mungu hafanyi kitu chochote bila kuwajulisha manabii wake. Sasa unabii upo kwenye neno la Mungu, yote ambayo tunasema po kwenye neno la Mungu ni, ni wajibu wetu sisi kuchimba na kutoa zile siri na tunaita siri za Mungu. Anasema Yuda, Henoko alikuwa ni mtu wa saba, sijui unaona hapa yeah. Henoko alikuwa ni mtu wa saba tokea Adam mtu wa kwanza. A, a, Henoko alikuwa ni mtu wa saba toka Adam ina maana kulikuwa kuna mtu wa kwanza ambaye ndo Adam mwenyewe, mtu wa pili a, mtu wa tatu, mtu wa nne, mtu wa tano, mtu wa sita ambaye ndo alikuwa Yaredi kama sijakosea, na kizazi cha saba ambao tunasema hiki ndo kilikuwa kizazi cha Enoko. Alipozaliwa alikuwa ni mtu wa saba. Sasa kumbuka tumesema Enoko Biblia inasema Enoko akuonja mauti, maana Bwana alimtwaa. Na tunajua kwamba siku ya saba ni sabato ya kupumzika, siku ya saba ni tutaishi pamoja na Kristo miaka elfu moja siku ya saba, ambao Paulo anasema ambao watakuwa hai a, sio wote wata wataonjwa mauti. Sisi ambao tutakuwa hai wakati wa kuja kwake Bwana Yesu tutabadilishwa, kama ambavyo Enoko alikuwa translated. Enoko akupa alibadilishwa, akuonjwa mauti, hivyo hivyo kuna uhusiano huu wa hii namba saba na eh, kizazi cha saba ambacho wamezungumza hapa Yuda, kwamba Henoko alikuwa mtu wa saba, na tunaona kwenye neno la Mungu kwamba mtu wa saba baada ya Adamu hakufa kuonja mauti, alitwaliwa. Kwa hiyo ni unabii kwamba na sisi ambao tutakuwepo hai tutakapoingia siku ya saba ya umepatia, hatutaonja mauti, tutatwaliwa kama ambavyo Paulo anasema kwamba sio wote ambao tutaonja mauti wengine tutatwaliwa, tutabadilishwa na kukutana naye mawinguni. Kwao ulikuwa ni nabii Henoko akitabiri, pia akisajesti kwamba kuna uwezekano, sio uwezekano, akisajesti ya hakika ya kuwa historia nzima mwanadamu imepangwa kwa miaka elfu saba akiwa duniani, baada ya Adamu kuasi, miaka elfu sita ambayo tunasema Mungu anatenda kazi, miaka elfu sita ya kuishi na mwaka wa elfu saba kwa kutawala pamoja na Kristo. Enoko wa kuonja umauti, uh, bali alitwaliwa, ambao ndio mfano wa watakatifu ambao tutanyakuliwa tutakapokuwa hai, na wale ambao wameshaondoka watatufufuliwa na kuungana pamoja nasi. Na Paulo anasema sisi hatutawatangulia wale, wale watatutangulia sisi, katika kufumba na kufumbua Uh, watatutangulia na sisi ambao tupo hai tutabadilishwa na kukutana na Kristo mawinguni. Naamini kuna picha umeipata, naamini kuna kitu umekipata. Tumesema Mungu afanye chochote bila kuwajulisha watumishi wake manabii siri zake, na siri za Mungu zipo kwenye neno lake. Sisi hapa kazi yetu ni kuzifunua tu zile siri ambazo ziko wazi katika neno la Mungu. Tunaingia katika siku ya saba, tunaingia katika miaka elfu moja ya utawala wa Kristo. Mtu wa Mungu, tupo mwishoni kabisa wa miaka uh, wa, wa miaka hii ya kukaa hapa duniani, tuko mwishoni. Sasa ni siku za mwisho. Uko tayari? Umejiandaje mtu wa Mungu? Umejiandaje kukutana na Kristo? Umejiandaje kuingia hii miaka elfu moja ya utawala pamoja na Kristo? Labda unanisikiliza hujamwamini Yesu, mpokee Yesu sasa, Tuende pamoja, tupo siku za mwisho, mtu wa Mungu. Tunamhitaji Mungu katika kila sehemu, katika kila mahali, katika kila ambacho tunakifanya. Tunamhitaji Mungu katika maisha ambayo tutaenda kuishi baada ya kumaliza kazi yetu hapa duniani na kwenda kupumzika pamoja na Bwana. Namini kuna kitu nimepata na umejifunza. Mungu akubariki sana kwa kuwa pamoja nami mwanzo mpaka mwisho, na tutakuwa katika pamoja katika kipindi nachofuatia bado tutaendelea kuzifunua hizi siri ambazo zipo katika neno la Mungu. Kama umependezwa na ume, Mungu amekubariki na ujumbe huu unaweza ukashea na mtu mwingine, ili naye apate kubarikiwa zaidi. Kama una swali lolote ama unanyongeza kuhusiana na hili somo na katika siri ambayo tunaendelea unaweza ukakomenti au ukalike video hii, na Mungu atakubariki sana. Nimefurahi kuwa pamoja na wewe, Mungu azidi kukutunza katika jina la Yesu amen.